Wilaya hii ina heshima ya muda mrefu. Wilaya hii mbunge wa kwanza alikuwa marehemu hayati mzee Kawawa. Uongo kweli? na Kawawa amepatia waziri mkuu hapa na makamu wa kwanza wa rais hapa Liwale na mnao kuwa sasa mwe mnajua rekodi hiyo kwamba wilaya ya Liwale ni wilaya ya historia. Sisi viongozi wenu tutaendelea kuiangalia liwa, wilaya ya Liwale kwa heshima ile ile ya kumwenzi mzee wetu Rashidi Mfaume Kwa hiyo Liwale ina historia, nilitaka kuwakumbusha. Kwa nini nimekuja Liwale? Nimekuja Liwale kwanza kutimiza ahadi ya viongozi wangu, mwenyekiti wa chama changu Dr. Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu Dk. Emmanuel Nchimbi, tulikuja hapa nya ziara katika mkoa wa Lindi, tulipita tu eneo yale rais, rais. Lakini tulikaa kwenye kikao kile cha mkoa na watu kutoka Liwale kuangalia, walikuwa wanatukubalia, lakini walikuwa wanasema hivi, kwa nini kwetu? wa mji Wale pale, katibu mkuu alieleza kwamba tumefanya ziara hii lakini naweza nikaja mwenyewe au mwenezi akapita wilaya ambazo hatukujafika, na ndio maana nimekuja kutimiza ahadi hiyo kwa kuja huku. Tulipita tu Lindi mjini na vijijini na Mchinga, hatukuenda Liwale, Hatukwenda Kilwa, hatukwenda Ruangwa, hatukwenda hatu Nachingwea. Kwa hiyo, mimi mkiangalia ziara yangu napita hayo maeneo yote, na wale watani zetu katika kurukaruka, leo nilikuwa naongea na mmoja wapo Aweza, kamanda huko wapi? Niko Liwale. Ah, mnaweza, si tulishindwa mbali huko, wamesema huku mbali, mmenielewa? Wale kafu watanizetu walipita juzi, CHADEMA, nimeongea na kiongozi wao mchana, uko wapi? Nikamwambia niko Liwale, asema eh, mnaweza, sisi hatuwezi huko mbali. Kwa hiyo tunakuelekea kwenye uchaguzi huku sisiemuweye <laughs> sisi, chama cha mapinduzi, wenye wajibu na dhamana. Liwale ni karibu, ndo maana tumefika hapa. Kwa hiyo utamaduni huu kwa historia Liwale, naomba kuamini maneno yangu kama msemaji wa chama, tutaiangalia Liwale lakini tukikumbuka hekima wetu Mfaume Rashidi Kawawa.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 2025 kwa awamu ya pili. Pia muula mpya wa masomo kwa kosi za IT hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.